zangu tulikuja mwaka wa 2020 tukaomba kura zenu tukatoa ahadi ya kufanya mambo mbalimbali mbali. Leo nafurahi kwa kuwa mbele yenu na kuthibitisha kwamba yale tuliosema tutayafanya tumeyafanya. Nyie ni mashahidi. Tulisema tutajenga hospitali za wilaya tumejenga. Tulisema tutajenga skuli nyingi tumejenga, mpaka za ghorofa maeneo mbalimbali. Tulisema tutajenga barabara, barabara zimejengwa tumesema tutajenga bandari ya Shumba, imeshafikia hatua nzuri, lakini hatujakamilisha. Awamu ijayo tutakamilisha bandari hii. Bandari hii itakuwa bandari kubwa, itakuwa ni bandari inayoleta mizigo hata kutoka Mombasa na kwengineko, lakini itakuwa vile vile bandari ya uvuvi. Tutakuwa na bandari ya uvuvi hapa. Kwa hiyo ndugu zangu wala msiwe na shaka mipango yetu ya maendeleo awamu ijayo mkituchagua itakuwa mikubwa zaidi kuliko ile iliyokuwa siku za nyuma. Mpaka mkituona wazetu sasa tushazeeka, lakini bado tunaimani na raisi kwa madarakani, ni kwamba unimuujiza alioleta Mwenyezi Mungu. Tusibeza alichokileta Mungu tukakiona kina kasoro. Kama una kasoro wewe, akili yako itakuwa na kasoro. Kama unakuwa kwamba hujamuelewa Mwinyi basi wewe mwenyewe hujajielewa wala Zanzibar hujaielewa na kama ukielewa Zanzibari kwanza utajielewa wewe. Haya, utajiri mrono matakao peka peka wasema Mwinyi hafai, yupi anafaa kwenu jamani? Tarehe ishirini na tisa ikifika twende tukamchikie Dkt. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwa kura ya ndio, sio ya kumbabaisha, jamani mevana